Movie inaanza, tunaonyesha jamaa mmoja amelala, kisha dada mmoja ambaye anaitwa Gloria anakuja na kumchungulia mshikaji ambaye amelala hapo hapo, jamaa mmoja ambaye anaitwa Kingsley akaja, kisha akamuuliza Gloria, unafanya nini? Gloria akasema, huyu jamaa amelala mpaka sasa hivi na hajaamka. Nimekuja kumcheck kama yuko sawa. Kingsley akasema, kweli unamwangalia tu kuna lingine? Gloria akakasirika, kisha akamwambia Kingsley kwamba wewe, mbona una maswali mengi? Una kazi za kufanya huko jikoni? Kingsley akasema, alafu mimi na kazi zote wewe hufanyi kazi hata moja. Gloria akasema ila sina kulipa. Hapo hapo Gloria akapata text kutoka kwa mwenye nyumba ina, inasema kwamba yuko njiani anakuja nyumbani. Gloria akamwambia Kingsley kwamba mwenye nyumba anakuja, wote wawili wakachanganikiwa, kisha wakaingia chumbani ambapo yule jamaa alikuwa amelala. Wakamwamsha kisha wakamwambia aondoke sasa hivi. Mshikaji akasema sasa hivi mi naondokaje? Ndokoza saa tano dakika hamsini hata mchana bado msiofu, nitalipa hela yenu. Gloria akasema mimi sitaki hela yako nataka uondoke sasa hivi. Mshikaji akasema Gloria, hebu usifanye hivyo. Gloria akasema we, we, koma usiniite Gloria, niite Madam Gloria. Kisa akasema hebu ondoka bwana, unatupozea muda wetu. Wakaanza huku wanamtimua. Gloria na Kingsley wakamfukuza mshikaji wa watu kama mbwa vile. Yaani wakamtimua kabisa. Sasa, baada ya kumtimua mshikaji, Gloria na Kingsley wakaanza kusaidiana kuweka chumba sawa. Mara hafla wakaanza kusikia honi ya gari kumaanisha kwamba babu mwenye Nyumba amefika. Gloria akachanganikiwa kisha akamwambia Kingsley kwamba yeye aendelee kuweka chumba saa. Hey, anaenda kubadilisha nguo. Kingsley akabaki kapagawa kinoma. Sasa hapa ukweli ni kwamba Gloria na Kingsley ni wafanyakazi wa nyumba ya mzee mmoja tajiri ambaye anaitwa Dr. Evans. Dr. Evans anaishi mwenyewe hana mke wala watoto. Gloria na Kingsley ndio wafanyakazi wake wa ndani kazi na kuwachia wao wawili nyumba. Dr. Evans akiondoka, Gloria na Kingsley wanaleta wateja, wanadanganya kwamba hiyo nyumba ni apartment. Gloria anajifanya kwamba yeye ndio mwenye nyumba na Kingsley anajidai kuwa yeye ndio mhudumu wa hiyo apartment. Mteja anakuja pale, anakaa siku mbili tatu, analipa, kisha anaondoka. Ha, hata yule la mshikaji mtimua alikuwa ni mteja pia. Alafu Gloria yeye ndio mastermind wa hilo dili la kuifanya nyumba kuwa apartment. Kingsley yeye huwa anamsikiliza Gloria tu. Nafikiri mpaka hapo Gloria akaja pale ameshava nguo zake za msichana wa kazi. Dr. Evans akasema, natumaini kwamba chumba chako ni kisafi. Gloria na Kingsley wakasema, ndio boss, chumba chako ni kisafi, hamna shida kabisa. Wakamuingizia Dr. Evans mzigo yake ndani pale. Baada ya hapo, tunaonyeshwa Dr. Evans anavaa. Sasa, wakati anafunga kifungo cha shati, kifungo kimoja kikadondoka. Sasa wakati anaokota chini ya uvungu, kuna kitu akakiona chini ya uvungu. Kwanza, akashtuka kisha kwa hasira akamwita Gloria na Kingsley. Gloria na Kingsley wakaja, Dr. Evans akawaambia ebu inamene angalieni chini ya uvungu wa kitanda changu alafu mniambie hiyo ni nini. Gloria na Kingsley wakaangalia chini ya uvungu, walichokiona ni chupi ya kike tena ya rangi nyekundu. Dr. Evans akashikilia ile chupi kwa kutumia simu yake, kisha akawaambia ehe, niambieni, hii chupi imefikaje hapa? Gloria akasema ya kwamba hawa ni wachawi kabisa. Wachawi ndio walioileta hii chupi. Dr. Evans akasema kwa hiyo wachawi huwa na vao chupi za kike? Gloria akabaki anatoa macho. Dr. Evans akamuuliza Gloria, hii chupi sio yako? Gloria akasema hiyo chupi ni ndogo sana, mimi nina kiuno kikubwa. Dr. Evans akamuuliza Kingsley, mbona umekaa kimya, sema kitu. Kingsley akaichukua ile chupi kwa mikono yake kisha akainusa. Kingsley akasema hii chupi ni ya gharama sana, na pia hii chupi ni adimu sana kupatikana. Kingsley akasema labda wewe Dr. Evans ulikuwa umelala na msichana wako mna umekuwa mnafanya mapenzi na kwa bahati mbaya msichana wako kaisahau yutupi hapa. Dr. Evans akasema kwa hiyo wewe mnafikiri mimi ni mtu kulalala na msichana ovyo. Kingsley akasema hapana, sio hivyo. Hapo hapo Gloria akasema, "Ah, nimekumbuka, ni panya ndio waliofanya hivi." Gloria akasema panya walichukua sidiria yangu na kuipeleka katika chumba cha Kingsley. Dr. Evans akasema kwa hiyo mimi nyumba yangu ina panya. Gloria akasema ndio. Gloria akasema ila tulisafisha kote, ni hiyo chupi tu atukiona hapa. Sasa ukweli ni kwamba hiyo chupi ni ya mmoja wao watijawao ambao huwa wanadanganya kwamba hiyo nyumba ni apartment pale ambapo Dr. Evans huaga hayupo. Gloria akaendelea kusema yani hawa panya ni wabaya sana. Kisla akasema hawa panya sio panya wa Nigeria. Hawa panya wanatokea Kongo. Kwa hiyo sio panya wa kawaida. Dr. Evans akawaambia mnendeni, mkaendelee na kazi zenu kwa sababu aliona Kingsley na Gloria wanamchanganya tu. Kingsley na Gloria wakasepa baada ya hapo. Tunaonyesha Kingsley na Gloria wanalaumiana. Gloria anamwambia Kingsley kwamba mimi nilikwambia usafishe chumba vizuri. Kingsley akasema haya ni makosa yako. Mimi nilikwambia uache hii kazi ya kuleta watu humu ndani, lakini hunisikilizi. Kingsley akawa anamlalamikia sana Gloria. Gloria akatoa hela pale kisha akampa Kingsley. Kingsley akapoa akawa mpole kama paka kisha Kingsley akaanza kucheka. Gloria akamwambia Kingsley ya kwamba tulia tu, tutatengeneza pesa nyingi sana kwa kuendelea na hii kazi, weni sikilize tu. Wakachekelea pale kisha wakaingia ndani kuendelea na kazi zao. Baada ya hapo, tunaonyeshwa kwamba ni usiku na Dr. Evans anatafuta waini yake lakini haioni. Dr. Evans akamuita Gloria kisha akamuliza Waini yangu iko wapi? Mbona sioni? Sasa hapa, ukweli ni kwamba Gloria hiyo wine ameuzia wateja wake wa apartment ya mchongo. Sasa hapa, Gloria anajidai hajui wine ilipo. Gloria akamuuliza Dr Evans, una uhakika uliacha wine yako? Dr Evans akasema ndio. Gloria akasema labda uliinywa, alafu ukasahau kwamba umeimaliza. Dr Evans akasema akasema oh, labda kweli. Gloria akasema, Dr Evans unajua, uzeni kitu kingine Yaani unasau, sau tu vitu. Dr. Evans akasema Gloria, unafikiri mimi nazeeka? Gloria akasema ndio, unazeeka kwa kiasi fulani, lakini bado upo fresh. Wewe ni bosi wangu fresh kabisa. Dr. Evans akasema sawa, kaendelee na kazi. Baada ya hapo tunaonyeshwa Dr. Evans akiwa chumbani kwake anaongea na binamu yake. Binamu yake anamshauri Dr. Evans kwamba aweke CCTV kamera nyumbani kwake. Dr. Evans akasema hamna haja, Gloria na Kingsley huwa wanaangalia nyumba yangu vizuri nikiwa sipo. Binamu yake akasema uwe makini na wafanyakazi wako itakuwa na kuibia. Dr Evans akasema hamna, ni watu wazuri tu, hamna haja ya kuwa na wasiwasi. Baada ya hapo tunaonyeshwa Gloria na Dr. Evans wakiwa wanaongea Dr. Evans akamuuliza Gloria kwamba kuna kitu chochote ambacho kilitokea wakati ambapo nilikuwa sipo. Gloria akasema ndio. Gloria akasema kuna kitu nataka nikwambie lakini sijui utakichukuliaje. Dr. Evans akasema ah, kama kuna kitu nataka kuniambie, niambie tu. Gloria akasema mshahara unaotupa mwisho wa mwezi ni mdogo sana. Yaani vitu vimepanda bei uchumi ni mkubwa sana yani, kila nikifikiria kuhusu uchumi nataka kulia. Hapo Gloria analia kinafiki kisha akasema, Dr. Evans, nilikuwa naomba utuongezea mshahara ili tuweze kujikimu kimaisha. Hii hali ya uchumi itatufanya tuzimie sisi sote. Dr. Evans akasema, sawa, nitaongezea mshahara. Gloria akafurahi sana akapiga na magoti kabisa. Mungu akubariki mzee wangu. Yaani chochote unachokitaka Mungu akupe tu. Dr. Evans akamwambia Gloria asimame. Dr. Evans akasema wewe na Kingsley mnaitunza sana nyumba yangu. Asanteni sana kwa hilo. Gloria akasema hamna shida. Dr. Evans akasema naomba Mungu akutunze kama vile unavyonitunza. Gloria kwa furaha akasema amen. Kisha Dr. Evans akasema ya kwamba naomba Mungu akutreat kama vile unavyotreat nyumba yangu. Hapo Gloria akanyamaza. Dr. Evans akamuuliza bibi, mbona huseme amen? Gloria akavunga akasema ya kwamba kuna kitu kinaungua jikoni, ngoja nikakitoe. Dr. Evans akasema hamna shida. Gloria akaenda zake kukitoa iko kitu jikoni. Sababu ya Gloria kutokusema amen ni kwa sababu anajua anavyotreat nyumba ya Dr. Evans ni kama vile gito, kwa hiyo aliogopa akisema amen Mwenyezi Mungu atamtreat yeye kama gito vile. Baada ya hapo, tunaonyeshwa Kingsley na Gloria wapo jikoni wanaongea. Kingsley anamwambia Gloria, wapo jikoni ya kwamba utatuingiza matatizoni. Kwa hiyo tabia yako wewe, unawezaje kwenda kwa Dr. Evans na kumwambia y kwamba atuongezee mshahara? Gloria akasema yaani, mimi nakusaidia upate hela zaidi, alafu unalalamikia haya. Maisha ni kuvaa vizuri, kula vizuri, upendeze. Kingsley akasema Gloria Nitapiga kelele na bosi atasikia. Gloria akasema unataka kupiga kelele? Aa, piga sasa. Kwanza nipe hela yangu, sha ni uzi. Kingsley akasema tulia basi, hizo zenye hela zenyewe zipo kila mahali. Gloria akasema hela zipo kila mahali wakati huna hata mia. Gloria akamwambia Kingsley, we ni fati tu, we ni sikilize mimi tutapata hela. Kingsley akasema Adam hivyo hivyo alimsikiliza hawa, ndio maana mpaka leo tupo hapa. Gloria akasema wewe ni sikilize mimi. Mimi nitakuonesha njia ya kufanikiwa. Kisha Gloria akasipa zake. Baada ya hapo tunaonyeshwa Gloria ana

pale lakini Gloria akambembeleza, kisha akamwambia we endelea kunifuata, tutapata tu hela zingine, hela zipo nyingi sana. Kingsley akasema sawa, haina noma, nitakufuata. Gloria akasema eh, hey, fanya hivyo. Baada ya hapo, tunaonyeshwa Gloria anampangia nguo Dr Evans kwenye sanduku lake la nguo. Kingsley akaja akamsaidia Gloria kubeba mabegi ya Dr Evans kupeleka kwenye Dr. Evans akawa anaongea na dereva wake kisha akamwambia kwamba mimi ninasafiri na nitakuwa huko kwa muda wa miezi sita. Gloria na Kingsley alivosikia miezi sita, wakafurahi. Dr. Evans akasema ukishanipeleka airport, rudisha gari nyumbani kisha fungoza gari mpe Gloria. Dr. Evans akasema nitakuwa ninawatumia hela za kujikimu kwa miezi sita. Dereva akasema sawa. Sasa Gloria na Kingsley wakidai wanasikitika kwa kuondoka kwa Dr. Dr. Evans. Gloria akasema yani, Dr. Evans unaondoka kwa miezi sita. Wakawa wanalia kinafiki pale, kumbe moyoni wanafurahi. Dr. Evans akasema msiofu, nitarudi. Kingsley na Gloria wakaendelea kulia pale mpaka Dr. Evans akawa anashangaa basi bana. Baada hapo Dr. Evans akasepa. Baada ya hapo, tunaonyeshwa Gloria na Kingsley wamekaa sebleni. Gloria akavaa kapendeza, kaweka makeup nywele vizuri, alafu katoka shopping. Sasa hii ndio maana ya paka akiondoka panya hutawala. Kingsley akamuuliza Gloria, "Kwa nini umeamua kufanya shopping namna hii?" Gloria akasema ee, hey, ndiyo yani hivyo. Unajua nilikuwa nasubiri kwa muda gani ili nifanye shopping namna hii, kwa hiyo nimepata nafasi, nimeenda shopping, nimefanya shopping. Kingsley akamuuliza Gloria, "Vipi, kuna kitu chochote umeniletea?" Gloria akasema, "Ndiyo, nimekuletea Gloria akampa Kingsley zawadi yake. Kingsley kuangalia zawadi yake akakuta ni singlet. Kingsley akasema hivi sisi wanaume tumefanya nini? mwanamke yaani, unafanyia kila kitu alafu mwisho wa siku anakupa singlet. Akaangalia chingine alicholetewa akakuta ameletewa boxer. Kingsley akawa analalamika tu. Gloria akasema, "Yaani mimi nimekuletea boxer za VIP alafu huzitaki, anirudishie." Kingsley akasema, "Hapana, acha tu, nitazichukua." Kingsley akasema, "Asante, nashukuru." Gloria akamwambia Kingsley kwamba wakati mwingine nitakutoa out. Baada ya hapo tunaonyeshwa Gloria na Kingsley wanakula. Kingsley akamwambia Gloria kwamba wakiwa na mteja wa apartment yeye Gloria ndio anakuwa ni boss na Kingsley anakuwa ni mfanyakazi. Sasa Kingsley akamwambia Gloria kwamba atafute mtu aye anamsaidia kazi kipindi ambacho wanapata mteja wa apartment. Gloria akasema hawezi kufanya hivyo kwa sababu anataka wagane hela wao wawili tu. Kingsley akawa analalamika pale, basi Gloria akakubali kumletea mtu wa kumsaidia kazi pale ambapo watapata wateja. Baada ya hapo tunaonyeshwa Gloria na Kingsley wamevaa wamependeza, wanatoka out. Wakachukua gari ya bosi wao hao mbele wakaendezao wa out. Baada ya hapo tunaonyeshwa getini, Gloria ameweka tangazo ambapo anahitaji msichana wa kazi wa ndani. Baada ya hapo tunaonyeshwa Kingsley, Gloria na Gloria akapata msaidizi wa kazi ambaye ndio huyu mama. Huyu mama anaitwa Agatha. Kingsley akauliza, huyu mama umemtoa wapi? Huyu mama ameona tangazo hapo nje kwamba tunahitaji msaidizi wa kazi, kwa hiyo akaja na mimi, nikamwangalia nikamuona anafaa. Watu kama hawa ambao wanatoka kijijini, wakija mjini huwa wanaleta matatizo tu. Agata akaanza kumfokea Kingsley. We bongi, sikia, nispendi watu wakinisingizia shutuma ambazo mimi sina. Mimi kijijini kwetu, wanakijiji walikuwa hawaweki pesa zao benki, walikuwa wanaleta pesa zao nyumbani kwetu na sisi tulikuwa tunawatunzia pesa zao salama kabisa. Baada ya hapo oneshwa Agatha ameanza kazi. Gloria akaja amevaa kama bosi. Nimependeza? Ehe mama, umependeza sana. Sasa ukifanya kazi vizuri na ukiwa na tabia nzuri ndio utaendelea kufanya kazi hapa. Ah, mama usiofu Nafikiri mteja wetu amefika, nenda kamkaribishi. Agata akaenda kumleta mgeni. Sasa kumbuka, Gloria na Kingsley wanafanya biashara yao ya mchongo, ambapo wanaifanya nyumba ya Dr Evans kuwa ni apartment. Wanaleta wateja, wanakaa siku mbili tatu, kisha wanalipa, wanaondoka. Lakini Gloria na Kingsley hawajamwambia Agata ukweli kwamba Gloria si mwenye nyumba, bali ni msichana wa kazi tu. Mteja akaja, na huu mteja anaitwa Pinki, msichana fulani hivi mrembo, na pia anapenda We ndio Gloria, sindio? Em, nyamaza mimi, unaniita Gloria? Mimi ni fanyakazi wako. Sawa, nikuiteje? Vizuri, niite madamu Gloria au Madam G. Yaani Gloria anabitu, utasema ndio mwenye nyumba, ukweli? Gloria akasema, na ninakusomea sheria za kuishi humu ndani. Mimi sitaki sheria, kwanza mimi uwaga navunja sheria na ndio ninavyopenda. We unaenda wapi? Njoo hapa kuondoka kabla hujamaliza kuongea na mimi ni jeuri. Usiongee na mimi kama hivyo tena. Kama hutaki kukaa hapa na kurudishia hela yako kwani shilingi ngapi? Basi basi, chumba changu kiko wapi? Agata, mpeleke mgeni chumbani kwake. Agata akamkaribisha Pinki kwenye chumba ambacho atakuwa nakaa. Yaani chumba cha kulala cha Dr. Evans ndio chumba cha wateja. Ngoja kwanza. Ndiyo. Agata, wewe si msaidizi? Ndio. Unaweza kunivua kiatu changu? Agata akakasirika. Kwani wewe huwezi kuvua kiatu chako wewe mwenyewe? Agata akaanza kufuka, wewe huoni kwenye taarifa ya habari kwamba waziri wa afya akiongelea mlipuko wa kipindupindu na vitu vinavyosababisha kipindupindu ni vitu kama hivi? Yaani mikono ikigusana tu na miguu ni kipindupindu. Pinki akapiga kelele mpaka Gloria akaja. Kuna shida gani? Nimemwambia nivue kiatu, ataki. Agata una nini wewe? Hebu mvue kiatu. Agata akamchukua mguu wa Pinki akambinua huko Pink akawa anapiga kelele tu. Yaani ilikuwa ni vituko. Baadaye Pink amekaa anaangalia TV, mara adondoshe mto, Agata aje aokote. Mara amwage maji, Agata aje kurudia kudeki. Kingsley akimletia chakula ambacho ameagiza, anamfokea Kingsley kisha anasema kwamba chakula ni kibaya. Yaani Pink ni msumbufu tu. Agata akiwa anadeki Kingsley akaja. Agata, vipi samani wa kusumbua. Agata kama kuna mtu yoyote anakusumbua huko ndani, uniambie tu. Huyu Pink anakusumbua? Ah, Hanisumbui hata kidogo. Mimi nisha dili na watu wasumbufu kuliko yeye. Mimi nimetulia tu, kwa sababu nafanya kazi na yeye ni mteja, lakini simwogopi hata kidogo. Vizuri. Agata, njoo basi nikupe massage, unaonekana umechoka sana. Agata akawa nafurahia massage ya Kingsley, mara hafla Gloria akatokea. Nini kinaendelea hapa? Agata mbio na dikio lake wewe una matatizo gani? unanifokea mimi, unanifokea mimi? Basi, basi, tulia. unapiga kelele za nini sasa? Jiangalie la siva Agata atatushtukizia wewe. Umeniharibia, ilikuwa bado kidogo tu nimpate Agata. Gloria akawa anamfokea Kingsley kisha anamwambia kwamba apige kelele aseme ndio bosi, ndio bosi, ili Agata asijue kitu. Wewe unatumia akili, una matatizo gani wewe? Agata, njoo nifungulie mlango. huyu msichana kashaanza kujiona kwamba yeye ndo mwenye nyumba Ndambi. Sasa baada ya muda Pinki akawa anajirekodi video akiwa anadanganya kwamba hiyo nyumba hapo ni ya kwake amepewa na bwana wake, na pia kwamba magari pia ni ya kwake. Gloria akaja faster akamnyang'anya simu maana Pinky akijiposti mtandaoni Dr. Evans anaweza akaona na Gloria akaingia kwenye matatizo. We una matatizo gani? We unahitaji hiyo video ili iweje? Wadanganya watu mtandaoni kwamba we ni tajiri. Hivi wasichana wa siku hizi wana matatizo gani? Hawezi kufanya kazi wakapata pesa zao wenyewe. We unajua nimefanya kazi kwa kiasi gani mpaka nimejenga hii nyumba. Gloria alifokea Pinky, utasema yeye ndio mwenye nyumba ukweli. Pinky akasema mimi naondoka kwenye hii nyumba akiwakaribisha wateja wengine kwenye apartment ya Mchongo Hawa ni wanandoa wamefunga ndoa wapo kwenye fungati. Mume akampa Agatha hela ya kuwakaribisha vizuri nyumbani lakini mke akamnyang'anya Agatha hela kisha akampa kama buku tu. Agatha akakasirika kisha akaondoka. Wanandoa wakaanza kufanya mambo yao. Baada ya hapo, wanandoa wakawa wanakula huko na tekenyana. Agatha na Kingsley wakawa na wachungu. Ikafika muda kitandani, mke akamfunga mume wake pingu, kisha anaanza kumchapa kimahaba. Sasa mume akawa anapiga kelele zile za kimahaba, yani zile ah eh ee, hii sasa, Gloria akasikia hizo kelele akajua kuna tatizo, akaingia chumbani kwa wanandoa bila hata hodi. Nini kinaendelea hapa? Kwa nini? Unaonaje, tunafanya mambo ya wanandoa alafu, afadhali ungegonga hata hodi mimi nilijua mnauwana, maana sauti zilikuwa ni kubwa. Mume akasema haya sawa, ushajua kwamba ni mapenzi tu, unaweza ukaenda sawa sawa, lakini sasa hivi ni mapema sana kwa haya mambo, fanyeni taratibu basi. Mke akasema au unataka uone tukiendelea? Gloria akakimbia. Baadaye Gloria akaa amekaa na wanandoa, mume akamwomba Gloria gari ya kutembelea. Gloria akasema sawa, lakini utalipia. Mume akasema hamna shida Gloria akawapa gari ya Dr. Evans. Baadaye tunaonyeshwa ni usiku na wanandoa hawajarudi na gari. Gloria na Kingsley wamechanganyikiwa kinoma. Kingsley akasema hivi, Dr. Evans akijua kwamba gari yake imepotea unafikiri itakuwaje? Agatha akauliza Dr. Evans ndo nani? Gloria akamwambia nyamaza kuhusu. Hapo hapo mume akarudi, ila amerudi peke yake. Alipoulizwa gari iko wapi, mume akasema yeye na mke wake walivyokuwa na rudi trafiki aliasimamisha, kisha akaambia aoneshe leseni, ila leseni aliyoonesha ilikuwa imeexpire. Kwa hiyo gari ipo kituoni polisi na mke wake yupo anaiangalia. Gloria akasema yaani, chochote kikitokea kwenye gari yangu nitadili na wewe. Madam emtulia, emnyamaza. Agata mi nilijua tu haya atatokea. Emnyamaza nawewe. Gloria akawa amechanganyikiwa kinoma Mume akasema mimi nina kaka yangu ambaye ni polisi, anaweza kutusaidia. Gloria akasema sawa, twende twende. Gloria na mume wakaenda kuchukua gari. Agata na Kingsley wakabaki wakawa naomba. fire fire fire. Ni siku nyingine na Agata anamwagilia maua, wanandoa wameshaondoka zao na gari imesharudishwa Agata akaanza kuimba na kucheza. Kingsley akaja akamwona na yeye akaanza kuimba na kucheza, wakawa wanacheza wote. Bwana Gloria akaja, nini kinaendelea hapa? Agata akakimbia. We uko sawa kweli? Gloria akawa anamcheka Kingsley. Kinoma sasa, leo wamepata mteja mwingine, lakini huyo mteja ni mwizi. Kinoma, amekaa hapo masaa machache tu na ameshaiba saa mkononi. Gloria akamwambia agata amtoe huyu mteja nje. Agatha akambeba ule mteja akamtoa nje. Siku nyingine wamepata mteja mwingine ameshakaa vizuri, anataka kuondoka sasa, akawa analipa, akampa hela Gloria kisha akampa hela na Kingsley. Sasa Agata yupo udirishani anachungulia, haelewi nini kinacho. Sasa Gloria akawa yupo chumbani anashangilia hela zake, simu ikaita, anayepiga ni Dr. Evans. Gloria akavua wigi kwanza kisha akapokea. Dr. Evans akasema nipigie kwa video call. Goli, ya joto likapanda, akakimbia akaja, akamvua agata kofia yake hiyo house girl. Kisha ndio akaanza kuongea na Dr. Evans video call. Dr. Evans akauliza hiyo ni nini, ni makeup au? Goli akasema hapana, hii ni filter tu iko kwenye simu. Dr. Evans akasema nimekupigia kuhakikisha kwamba umepokea hela nilizokutumia. Ndio, nitaangalia, hamna shida, hamna shida sasa sasa. Simu ikakatwa. Agata, Agata, Agata akaja. Madam, umenivua kofia yangu. Umenidhalilisha sana mimi, kichwa changu hakijakamilika, si unaona? Mimi sielewi unachokisema Madam, mimi nipe kofia yangu. Achukua nenda, kaendelea na kazi. Usiku ulipofika tunaonyeshwa Agata amebadilisha nguo na amevaa na wigi, ananyata ili atoke kwenye nyumba. Mara taa ikawashwa. Agata alipiga kelele huyo nini kinaendelea? Gloria akaja akaanza kuuliza. Mimi nilikuwa naenda jikoni kuchukua kitu, hafla nikasikia nyao za miguu zikitembea, nikafunga mlango wa nyuma na kisha nikafunga na mlango wa mbele, kisha nikawasha taa, ndio nikamwona Agata. Yaani kidogo tu nimuue Agata. Ulikuwa unaenda wapi usiku wote huu? Mimi nilikuwa naenda tu kwa rafiki. Sasa mbona hukuniomba ruhusa? Wajua nini kesho asubuhi pake kila kitu chako na uondoke. Agata akaanza kulia, sasa madam nitaenda wapi sasa? Kinsley akamwombea Agata msamaha kwa Gloria. Gloria akakubali akamsamee. Leo tena wamepata mteja mwingine. Nimewapenda. Ah, umewapenda? Nimefurahi kama umewapenda. Agata unacheka nini? hata sijui unacheka nini. Sasa wewe mbona unachekacheka tu, unacheka nini? peleka mabegi ya mteja chumbani. Ndiyo madam, samani kuhusu Agatha. Ah, amna shida. Yaani hii sehemu ni nzuri kama wewe. Gloria akadata. Ah, acha bwana kunisifia hivyo. Yaani nasema ukweli kabisa, wewe ni mzuri. Ah, acha bwana. Kingsley anawachungulia hapo. Sasa unaweza kwenda chumbani kwako. Jamaa akampa buso la hewani kisha akaondoka akaenda zake chumbani. Gloria akabaki amedata amechanganyikiwa kabisa. Baadaye Gloria na Kingsley wanaongea. Gloria akasema, yaani yule jamaa ananipenda sana. Yaani wewe umekutana na mtu tu kisha unasema anakupenda? Ndiyo. Vipi kuhusu wewe na Agata? Hapana, hapana, yaani usimweke Agata kwenye haya mazungumzo kabisa. Hakuna kinachoendelea kati ya mimi na Agata. Sasa Kingsley na Gloria wakakumbatiana kirafiki. Agata akawaona akasikia wivu. Huyo samani, madamu Ah, Agata, sio hivyo, sio hivyo kabisa unavyofikiria. Agata subiri kwanza. Goli akawa anacheka tu. Sasa mteja akawa, Agata akaja. We, nani alokupa hiyo wine? Nimeikuta kwenye meza nikaichukua. Agata na mteja wakaanza kukufukiana. "We, kwa nini unakunywa wine? We, usiongee na mimi kama hivyo." Sasa wanavyogombana ni kama vile wanajuana, yenyewe tutajua huko mbele. Kelele zikawa kubwa, Gloria akaja. Nini kinaendelea hapa? Agata akasema huyu kachukua wine kama vile hapa ni kwake. Agata akaa anafuka tu. Basi inatosha, mheshimiwa, hiki kinywaji utakilipia. E, nyie wawili tulieni, huyu mteja ni wa tofauti. Gloria, sikashampenda mimi, sikudhamiria kuleta mtatizo, nilichukua tu wine. Sawa, nitalishughulikia hili Agata, Agata ndiyo mama, yaani Agata anaonekana kabisa yeye na mteja wanajuana. Kingsley, kaendelee na kazi, nitalishughulikia hili Agata, usifanye kitu kingine cha ovyo. Agata akabaki ana maindi, mteja kinoma sasa leo mteja anamwambia Kingsley kwamba anataka kufanya pati, kwa hiyo apike chakula cha watu wengi. Kingsley akamuuliza, ushamwambia Madam Gloria kuhusu hili? Mteja akasema ndio anajua na amemruhusu afanye pati. Gloria akaja "Madam, ni kweli umemruhusu jamaa afanye pati? Ndio, nimemruhusu afanye pati ndogo ya kawaida tu. Madam, si unajua sisi kwamba haturuhusu wateja wetu afanye pati. Ndio, lakini nimeamua tu ni mruhusi afanye pati. we huoni kama nanipenda? Haya, nenda jikoni kaandae msosi. Sawa Madam. fanya haraka sana Mapenzi amemchanganya Gloria, basi kweli bwana. Usiku ulipofika mteja akafanya pati, amealika wasichana warembo wazuri, anapati nao tu, mezani pamechafuka, kila aina ya pombe, yaani bonge moja la pati. Gloria naye akaja akajiunga. Kingsley kazi yake kupeleka msosi ambao ni keki yaani mziki juu, Gloria anakatika tu waelewi, Agata yupo anawachungulia. Ilipofika asubuhi, Gloria amelala na mteja. Mteja akaamka akaspa zake, Gloria naye akaamka akakuta mteja ameondoka zake, akaanza kula kipande cha keki kilichokuwa kimebaki, huku Kingsley naye anataka kula kipande cha keki ambacho kimebaki. Agata akaja akamwambia, wale watu jana hizo keki wamezekea madawa ili walewe, kwa hiyo ukila utalewa Kingsley akampotezea Agata, yeye akabugia keki. Baada ya dakika chache, Kingsley kweli akalewa, akawa kama zezeta vile, akawa anacheza bila hata ya mziki. Agata akaja akamwambia, nilikuambia mimi kwamba hizo keki zina madawa, lakini wewe ukunisikia, ukaz, ukabugia tu. Kingsley hata hatamsikia Agata anachoongea. Agata akaja kumwambia Gloria lakini Gloria naye pia amelewa. Si alikula pia Gloria akawa anachekacheka tu kama zazeta vile. Agata akaondoka zake. Kingsley akaja kwa Gloria bado amelewa. Wote wawili wakalala. Walivyoamka wakamuona Dr. Evans. Dr. Evans akawafukia. Tukieni kwenye kitanda changu haraka sana wapuuzi nyie. Kingsley na Gloria hawaamini kwamba mwenye nyumba amerudi. Kwa hiyo hiki ndio mnachokifanya mimi nikiwa sipo. Yaani mimi ninaamini na mali zangu alafu nyie mnanisaliti. Agatha akaja. We we nani unamfokea madam Gloria? Gloria akawa kwa ishara anamwambia Agatha anyamaze. Dr Evans akamuuliza Agatha, we nani? Agatha akasema mimi naitwa Agatha Evans, ni binamu wa Dr Evans. Kingsley na Gloria hawaamini kama Agatha ni ndugu wa Dr Evans. Sasa tunaonyeshwa kwamba Agatha alikuja hapo nyumbani ili awachunguze Gloria na Kingsley, kisha kwa siri akawa anaongea na Dr Evans kumjulisha wanachokifanya. Hata siku ile alivyokuwa anataka kutoroka alikuwa anataka aende akaonane na Dr. Evans. Kwa hiyo mpaka hapo, Kingsley pamoja na Gloria wamekamatwa. Dr. Evans akawa anatamani awamizi yule mteja akaja, Agatha akasema huyu pia ni mshirika wangu, lakini pia ni mdogo wangu. Mteja akasema, samahani, kuhusu kuhusiana na keki ilikuwa ni mpango tu wa kuwakamata. Gloria akasema nimekuisha kisha akazimia. Kingsley naye pia akazimia na movie ndo ikaishia. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Mr. Vibe Recap. Tuonane kwenye video nyingine. Asante.